Kwa jina naitwa Hussein Makubi Mwananyanzala, mzamini wa goli la mama, mshabiki wa Yanga kindakindaki. Niko hapa kwa ajili ya kuongelea dabi ya tarehe nane ya mechi ya tarehe nane. Naizungumzia kwa sababu mimi ni mzamini wa goli la mama, nimeiombea maombi yangu tukamfunge Simba kwa mara ya tano kwa sababu sisi sasa hivi Wanayanga na washabiki wa mama tunamwombea mama mitano tena kwa ndani ya mitano tena, na sisi tunaombea tarehe nane tukapige kwa mara tukamfunge Simba kwa mara ya tano. Nafikiri maombi yetu yatakaa hivyo, naamini na, na, itakaa sawa kwa sababu ya Yanga ilivyojipanga wachezaji wa Yanga mimi, kwa, kwa, kwa mimi ninavyofahamu ana, ana wanaoanza na wanaoingia aenda kwa, kwa, kwa, kwa kwa kwa kuchukua pointi kwa Simba, tunachukua na, na tumelichukua. Ah, kwa jina mimi naitwa Mabula Emanueli, ni mkazi wa hapa Geita, ni mshabiki wa Simba Sports Club tawi lenyewe ndio unavyoliona kama hapa tunapatikana hapa. Kwa hiyo vibe lote wangaliko hapa, kwa hiyo kama ni tarehe nane, vibe lote itakuwa hapa, wana Simba wote watakuwa hapa. Nadhani kocha aliyepo kwa sasa ataweka kikosi gani bora zaidi ya Yanga. Kwa kweli sisi, kwa kweli sisi kikosi chetu ni kikubwa sana, hilo swala tumwachie kocha, ndio maana anabadilisha. Leo ataanza Mkwala, kesho Ateba kwa hiyo tunajua kikosi cha maangamizi hilo, ni swala la kuachia benchi ya ufundi, siwezi kukipanga Bana wa bwana, ukiwapangia kikosi watashtuka, lakini kwa hapa kwa mnyama mnyama huyu mimi naujua mnyama. Ah, Yanga analala mapema sana, hajawahi kushinda mechi ya saa moja Yanga hata siku moja. Mimi anaitwa Samueli Molel, tuna, tuna imani Simba atashinda na sisi ni washabiki ya Simba ile mimi napenda tu Simba ashinde na Mungu atamsaidia sisi, na hatuwezi kufeli kwa Yanga hata siku moja. Mungu ni mkubwa na tunamwombea Mungu. Kwa hiyo mimi sina siada, ni Mungu tu ndio namwombea na tuna imani mse wangu atashinda. Rafiki yangu pamoja sana, Yanga zingwe, Yanga hata zaboa. Naona mimi sinaga timu nyingine au, a, a, timu yoyote yoyote e, e, e. Mimi ni Masai bana, sisi tunachapigia kama Simba ama Masai wote. Kwa hiyo sisi tunamwombea Mungu tu, sina la ziada nyingine, mse wangu. umesema kwamba una uhakika kwamba Simba atashinda, ukiangalia mara tano mnapoteza mchezo huu. hawezi kupoteza kwa sababu mimi aliko kuangalia ile mchezo wa tatu ambayo ilikuwa imecheza na ile timu nyingine ilikuwa naitwa timu gani, yani ile timu na maana Simba hawezi kupoteza. hawezi kupoteza mechi hata siku moja, na tuna imani atapata na tunamwombea Mungu atapata. Kwa hiyo sisi ni washabiki wa Simba kwa sababu sisi ni watu wa polini. Kwa hiyo hatuwezi kwenda sehemu nyingine kuangalia t-shirt tu. Alafu atuangalie Simba wa polini. Hata kama Masai kwenda kuoa, asimo waende kuoa Simba rafiki yangu. Kwa hiyo ni kushabiki wao ya tu. Yaani kwa haraka haraka mimi kuangalia kwangu mtazamo wa Simba, Simba na Yanga. Simba, muhimu tutawatandika. Na nitawapiga kweli, ikiwezekana tutawarudishia tena zile goli zile tano zile zile tano zile zile. Ikiangalia kocha wenu huyu mpya, ambaye sasa anaifundisha ana timu uh, ya Yanga, je, anaweza akawa na mbinu sahihi za kuweza kushinda tena timu ya Simba? Uwezekano eh, upo kwa sababu yule tunamwamini ambaye ni kocha mzuri sana, ni mzuri sana eh mchezaji gani wa Yanga ushambuliaji Kwa nini Bakome Bakome ni mzuri sana Bakome ni mzuri sana sana Bakome ni mchezaji mzuri sana kwanza Yuko vizuri mimi namwamini sana Mbakome.